E bana weekend hii hapa shindano la kutafuta vipaji la Super Nyota kwa D Town DSM Dar es Salaam lilifanyika juzi kati pande za Msasani Club. Na washikaji zetu zaidi ya mia sita walijitokeza kushiriki ili kuteuliwa kushiriki kwenye shindano hilo hilo ambalo fainali zake zinatarajiwa kufanyika siku moja kabla Fiesta Dar. Na mratibu wa shindano hili Nixon George ametuchana tathmini yake kwa washiriki ambao wamejitokeza pande za Dar es Salaam Uh, kwanza naomba niseme Dar es Salaam ni mkoa ambao inaonekana una wasanii wengi sana kuliko mkoa wote Tanzania kutokana na mikoa ambayo tumepita, kwa sababu kwanza hata kwenye ushiriki mkoa wa Dar es Salaam umetengeneza historia, niseme mara tatu zaidi ya mikoa yote, hasa zaidi ya mkoa wa Mwanza ambao ulitoa washiriki 180. Dar es Salaam zaidi ya vijana 680 wametuma mziki wao, kwa hiyo means kwamba vimtaani Dar es Salaam kila nyumba kuna msanii. Yani kuna wasanii wengi sana tofauti na mikoa mingine a licha ya wasanii kuwepo wengi lakini kuna kitu kingine ambacho kimejitokeza. Wasanii wengi ambao wako mtaani wanafanana sana na wasanii ambao wapo kwenye game, kitu ambacho inakuwa ni ngumu sana, yani kwamba mtu kumweka mtu kwenye game au kumsupport mtu. Unaweza kumsupport, lakini ni vipi unamsupport mtu ambaye anafanana na mtu mwingine? Kuna watu wengi wanachana kama kina Yankila, kuna watu wengi wanachana kama kina Stamina, kuna watu wengi wanachana kama kina Roma, wanachana kama kina Joh Makini. Sasa watu kama wale unajiuliza, akija kwenye game mtu Joh Makini yupo, ni vipi unamweka mtu ambaye anafanana na Joh Makini? Ni kitu ambacho sio kwa kinachotakiwa kufanya, kwamba sisi tunatafuta fresh, yani ule msanii ambaye unaona na ladha mpya ambayo ikaa kwenye game unasema yes, hiki nini? Okay, story kubwa ambayo imeanza ku kuanzia jana, swali lilikuwa ni kwamba viji finali ya Super Nyota 2016 ikiunganisha mikoa yote ambayo tumepita namaanisha, ngazi ya kitaifa ni lini? ni lini si ni siku ya Jumapili hii hapa, hii ndani ya Escape One jijini Dar es Salaam. Washiriki wa mikoa mingine watokupo Dar es Salaam hapa kwa ajili ya mafunzo mbalimbali ya kimuziki, lakini vivyo pia kwa ajili ya kutengeneza urafiki na vitu kama hivyo, yani ni vitu vingi sana ambavyo vitafanyika kukii hapa kuhakikisha kwamba vitu kwa tunaelekea kwenye finali hii hapa itakuwa ni ya tofauti sana na mashindano yote ya muziki ambayo ishawai kufanyika hapa Tanzania. Na kwa sababu mpaka sasa hivi, ujue, Super Nyota ndo mashindano pekee yanayotoa vipaji vya wasanii wa uimbaji na uchanaji kutoka mtaani ambao una ushahidi, ama tumeweka watu ambao wanaonekana kwenye game kabisa na tumebadilisha maisha yao. Okay, hebana pia wakati huo, mtangazaji wa Clouds FM kupitia kipindi cha Ala za Ro Diva The Bawse akajitolea kusimamia ngoma moja kwa bishosti ambaye atakaingia top 3.